Heyo, vipi mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Faisal Media hapa. Sasa leo nina jambo hapa. Natamani tukaweze kuzungumza niendelee pia kusikia maoni yako yapi kuhusiana na swala hili. Mara nyingi tunapoenda katika nyumba za ibada, mara nyingi huwa tunatenga kiwango fulani kwa ajili ya sadaka zetu, kile mm, kiwango ambacho unajipanga hasa kwenda kutoa pale kanisani. Sasa kuna jambo kutokea, ikiwa nazunguka hapa limeweza kutokea nazunguka hapa kwenye mitandao ya kijamii nikapatana na video moja ya mshirika mmoja, alienda kanisani mm, na kuweza kuomba change <laughs> swala nyeti sana hili. Najua kokoaye eh, ambao unaendelea kutazama video hii. Natamani sana kuza kusikia swala hili kutoka kwa kujimaauni yako ni yapi. Ni sawa. Kokoaye eh, mshirika ama Mkristo, unapoenda kanisani, je, uweze kubeba pesa za kiwango fulani ili utakapofika pale, ukaendelee kuomba change ili uendelee kurudishiwa kiwango fulani? Hmm? Labda umepanga mwenyewe kiwango chako mbacho unaendelea kumtolea Mungu ni hiki. Hmm? Je, ni sawa? Uende ukaanze kupeana kile kiwango chote. Uweze kuitisha change kanisani, haswa pale madhabahuni, haswa unapoendelea kuachia kile kiwango ama sadaka yako pale mbele madhabahuni. Hebu tazama video hii, alafu kanijuze, je, maoni yako yapi? Maana mimi, kwa mimi kwangu mimi nimeliona kama swala nyeti, maana kivyangu mimi natamani sana kujua ya kwamba, je, haswa kama Mkristo utapokuwa unaenda kanisani, mara nyingi mimi binafsi naombea sadaka yangu kuhakikisha ya kwamba nitapokuwa nafika pale kanisani, najua kabisa kiwango fulani ndicho naenda kumtolea Mwenyezi Mungu. Je, kwa hili wewe unalionaje? Aliweza kufanya kitu cha sawa ama ni sisi ambao tunalichukua likiwa haswaswa la nyeti zaidi, hmm? Wewe unalionaje? Natamani ukaendelee kuzungumza nami hapo ndani hapo chini ya comment section, ukaendelee kuniambia, je, wewe unalionaje? Is it okay for someone to go with a huge or an extra money ambayo kwa njia moja ama nyingine atahitaji change pale kanisani? Hebu zungumza nami tazama, kwanza video hii alafu kaendelee kuniambia, je, unalionaje?